Karibuni tena kwenye chaneli yetu za tiba zetu asili. Katika chaneli yetu leo tunaenda kuongelea ugonjwa ambao umekuwa ni tatizo. Ugonjwa huu umekuwa ni tatizo kwa dunia kiujumla. Aa, ila sisi tunaenda kuongelea Tanzania kwa sababu sisi ni wa Tanzania. Ugonjwa huu ni ugonjwa gani? Sikiliza kwa makini na utaelewa. Pia leo tutaenda kutaja na ugonjwa, na tiba zake ambazo we mwenyewe ukiambia utaamini, lakini wengi wanapona wanaokuja na kunitafuta kututafuta hapo tulipo, tunawapa dawa wanapona. Ila sisi tunataka tuwaletee dawa walio mbali, kama wanaweza wenye uwezo mdogo, wasiokuwa na kipato kikubwa, kama unaweza kachimba we mwenyewe ukatengeneza dawa na ukapona. Ugonjwa gani? Ugonjwa wa kisukari pamoja na presha. Sisi tuna dawa ambayo inaweza kuponya kabisa ugonjwa huu. Kama unasumbuka na kisukari na presha, usiwe na wasiwasi, utapona utaamini. Jamani, narudia, utapona utaamini, utapona kabisa kisukari na presha. Wengi wanasumbuliwa na ugonjwa huu, wanajikuta hawana la ya maisha, samtim wanakata tamaa. Vyakula wanavyokula, samtim wanachagua chakula. Chakula unakula nini? unapenda kula nyama, unapenda kula vyakula ambavyo wewe mwenyewe unavyopenda lakini unashindwa kula kwa sababu ya ugonjwa huu unanyima la ugonjwa huu. Mti huu unauona huo, ni mti wa kawaida unaitwa mtopetope pori, mtopetope pori kwa watu ambao wasiofahamu majani yake na kwa design yake. Mti huu mara nyingi unapatikana Dar es Salaam uh, a Pwani yani the short. Mti huu inapatikana sana maeneo yenye yenye kichanga tofauti na udongo ila miti hii inaotea sana mara nyingi Dar es Salaam pamoja na Pwani. Sijajua ni kwa mengine japo naitu kwa sijatembelea. Inaitwa mtopetope pori. Matunda yake nakuaga madogo madogo. Watoto wanapenda kuyala sana matunda yake. Ni jamii ya mtopetope lakini, wenyewe inaitwa mtopetope pori. Sasa, nenda hatua kwa hatua wa tarehe mwanzaje kwa nyanya. Sisi tayari tutaishi. Sisi tutawapa elimu bure na utajaribu mwenyewe, utakuja kushukuru kwenye channel jamani. Nimekuona hatutanii kitu ambacho tunachokiongelea. Kitu cha kwanza kinachohitajika katika aa, katika hatua hii ya kufanya tiba kwa kutumia mti huu, kitu cha kwanza inatakiwa kuchukue hatua ya kuchimba, ili tupate mizizi. Mizizi ndo tiba sahihi kabisa ya kisukari Tunachimba kidizaini hiyo kama tunavyoona kwenye chaneli yetu. Tunaona huo ni mzizi wa mtopetope poli. Tumechimba kwa jembe, ila sio kuchimba tu, tunahakikisha mti huu tunachimba hii mzizi mpaka tunautoa unaona, kama unavyoona kwenye chaneli yetu, na lengo la kuchimba sana ili utoe mizizi yake. Tukitoa mizizi yake, hii mizizi itatusaidia sisi kutengeneza dawa yetu ambayo inahitaji kwa siku ya leo sitani sisi kikubwa. Wewe endelea kufuatilia chaneli yetu, tutakuletea dawa za aina mbalimbali kutokana na mimea yetu inayotuzunguka. Mimea tuitunze, mimea ni dawa. Mimea tuitunze, narudia tena, mimea ni dawa inayotuzunguka. Basi unapoona mmea utunze, ni dawa na ni dawa bora kabisa, inaweza kasababisha sisi tukapona kabisa magonjwa yetu. Je, tunapotoa mzizi huu tunafanyaje? Mara nyingi mzizi huu unapotoa, mara nyingi unakuwaga na maganda mawili, kama binadamu tuseme ni ngozi mbili. Yale maganda ya juu inatakiwa yatolewe kidizaini hiyo. Kwa nini tunatoa maganda ya juu? Tukitoa maganda, ni na lengo la kutoa maganda hayo ya juu, tunachohitaji sisi ni maganda ya ndani maganda ya ndani hayo yanayoonekana onekana kwa undani kama weupe weupe huu weu, nauonyeshwa hapo kwenye kamili yetu, weupe ndio tunauhitaji sisi, ili tutengeneze dawa yetu. Kwa nini tunahitaji hayo maganda ya ndani, hatuhitaji ya juu? Ya juu hatuhitaji kwa sababu dawa yetu tunaenda kuisemelea kwa siku ya leo ni hiyo yenye ganda jeupe la ndani. Unaona kama hapo unapoona kwenye po yetu, tunapalalua mti wetu vizuri, tunatoa maganda ya juu ili tutoe maganda ya ndani. Tunahitaji hilo ganda la ndani, ila tunapotoa hilo ganda la ndani tunafanyaje? Hatua ya kwanza inayohitajika katika hilo ganda la ndani ni kukata. Tukishatoa, tukishakata, tuna kama design hiyo unavyoona kwenye kamera yetu hilo ni ganda la ndani, tunakata hilo ganda la ndani ili tupate dawa inayohitajika. Kama unavyoona kwenye kamera yetu, tunakata hilo ganda la ndani. Kama unavyoona kwenye kamera yetu hapo, tunatoa hilo ganda la ndani. Tunahitaji hilo ganda la ndani ili tutengeneze dawa yetu. Ganda lenyewe linakuwa kwa design hiyo, kama unavyoona tunaweka pembeni hapo, tunakata pia ganda, tunaendelea kukata mdogo, mdogo. Kama unavyoona tunaweka pembeni, tunakata tena, kama unavyoona tunaweka pembeni, tunakata tena, kama unavyoona tunaweka pembeni. Nia na lengo la kukata maganda haya ili tupate dawa ambayo tunahitaji inaweza kuponya presha pamoja na kisukari. Tukikata maganda haya tunaenda tunayaanika juani, ni ana lengo la kuanika juani ili yakauke. Yakisha kauka maganda haya ya mtope tope, tunahakikisha yamekauka kabisa. Yakisha tunaweza kuanika ta siku siku tatu nne, ila ni ana lengo ya kauke. Tukisha toa, unajua mti wake unakuwaje? Unabaki mti huu wa ndani ambao tuuhitaji. Tunachohitaji ni maganda. Yakisha kauka, basi tunatonga twanga, ni ana na lengo la kutonga ili tupate unga unga huu tunachanganya na unga mdalasini asijua mdalasini mdalasini ni mti fulani unakuwaga na, na mizizi kuna mizizi yake ambayo tunahitaji mdalasini wanauza sana kwenye magenge tunachanganya unga huu na unga mdalasini pima kiasi cha unga huu na mdalasini tunapata dawa ya presha asanteni na Mungu awabariki bye